Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Tatizo Yohana Mzumbwe. Huyu ni mkazi wa Masoko mkoani Mbeya kwa tuhuma za mauaji ya mama yake wa kambo ambaye anaitwa Merry Yohana mwenye umri wa miaka sitini na moja, aliyekuwa mkazi wa Masoko na alimuua kwa kumkata na panga kichwani. Mtuhumiwa alitenda tukio hilo tarehe sita mwezi wa kumi mwaka 2025 majira majila ya saa mbili za usiku huko katika kijiji cha Mapinduzi kata ya Masoko tarafa ya Isangati iliyoko katika mkoa wa Mbeya, na alimuua huyu Merry Yohana ambaye pia alikuwa ni mkazi wa Masoko na aliyekuwa na ni aliyekuwa mwenye ualbino. Kwa hivyo baada ya tukio hili huyu mtuhumiwa alitoroka, lakini kufuatia tukio hilo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya baada ya kuwa limeripotiwa lilianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa majira ya usiku huko katika kijiji cha Mapinduzi kata ya Masoko, e, kuhusiana na tukio hili akiwa amejificha huko. Kwa hiyo uchunguzi wao ule umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni mgogoro wa kifamilia kuhusu mashamba, ambapo mtuhumiwa alikuwa akimshinikiza Merry Yohana, ambaye kwa sasa ni marehemu akimtaka kugawa mashamba ya urithi yaliyokuwa yameachwa na baba yake baada ya kufariki. Kwa jambo hili marehemu aliliona, akaona kwamba kwanza si utaratibu wa kugawa mashamba hayo, na huyu mtuhumiwa alichokuwa anataka ni kuuza ili aweze kupata fedha kutumia tu katika masuala yake ambayo hayasaidii haya, familia. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya vijana kuacha tamaa ya kujipatia fedha kwa njia zisizo halali, bali watafute fedha kwa uhalali na wasifanye eh, matendo haya ambayo ni kinyume kabisa na sheria chumbuzi, Swahili, Tokiwili, mwepisha. Kwa hiyo uchunguzi wa suala hili au tukio hili umekwisha anza kushughulikiwa kwa kiwango kikubwa na kilichobakia sasa ni kukamilishwa ili jalada liweze kufika katika eh, ofisi nyingine za mashtaka kwa ajili ya kuandaliwa mashtaka kulingana na ushahidi utakao kuwa umepatikana ili aweze kufikishwa mahakamani.